Wapendwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, Karumna na Kanyanyazi, Mungu ni mwema kila wakati. Wazo letu la leo ni mwendelezo wa wazo, usimbembeleze mno, usimbembeleze mno, mtoto usimbembeleze mno. Tunaangalia alfabeti ya malezi. M, muda. Naomba tuseme muda, muda. Tuseme, muda. Ukisoma Luka sura ya pili mstari wa hamsini na moja hadi wa hamsini na mbili akashuka pamoja nao akaenda Nazareti, naye alikuwa mtiifu kwao. Neno la Bwana, sifa kwako eki Kipindi cha miaka thelathini, Yosefu na Bikira Maria walimpa muda Yesu miaka thelathini, wakakaa naye. Mtoto anahitaji muda wa mzazi. Bwana Batista alisema urithi mzuri sana ambao mzazi anaweza kuwapa watoto wake ni dakika chache za muda wake kila siku. Wape muda, mwambie jirani yako, wape muda. Kuna mtoto alimuuliza baba yake, baba, unalipwa shilingi ngapi kwa saa? Baba akapiga mahesabu, akagawanya wa mshahara wake kwa siku, baadaye kwa masaa, akasema nalipwa elfu tatu kila saa. Yule mtoto, shangazi yake alikuwa amempatia zawadi ya elfu tatu, akasema, sasa baba ya mambo saa sasa naomba ni kulipe elfu tatu warau tuongee pamoja saa moja kama unalipwa saa moja elfu tatu naomba niwii ni kulipe elfu tatu warau tuongee saa moja kuna nchi ambapo wamefanya utafiti kati ya wanafunzi wa darasa la saba na la nane nchi yenye mfumo huo wa elimu wanafunzi mia tatu pindi cha wiki mbili ili kugundua namna gani baba na watoto wao wa kiume walitumia muda pamoja. Kila mvulana aliweka kumbukumbu sahihi ya muda aliyotumia na baba yake. Kundi kubwa zaidi lilikuwa ni, ni wavulana waliomuona baba yao tu wakati wa chakula cha jioni. Idadi fulani ya wavulana hawakuwa wakimwona baba yao kwa siku kadhaa wengine hata kwa wiki. Muda wastani ambao baba na mtoto wake wa kiume walikaa pamoja kwa wiki mbili ulikuwa dakika saba na sekunde thelathini. Wastani dakika saba na sekunde thelathini ndani ya wiki mbili. Mwambie jirani yako, wape muda. Mwambie tena wapi muda. Nitataja faida tatu za kutenga muda wa kuwa na watoto. Kwanza, kujenga uhusiano wa kihisia, kujenga uhusiano wa kihisia Dr. John Gottman alisema kumwelekea mtoto wako katika nyakati ndogo za kila siku hujenga uaminifu na uhusiano wa kihisia. Akuogopi, anakupenda. Akuogopi, anakuheshimu. Anakuona ni baba, anakuona ni mama. Amejenga uhusiano wa kihisia. Pili, kuonesha upendo. Dr. Berry Braren ali mtaalamu mashuhuri wa watoto na mwandishi wa vitabu vya malezi alisema, watoto utamka neno upendo kwa herufi M-U-D-A muda. Yaani, kwa upendo ni muda, ni muda. Anapenda kuwa na wewe. Nakumbuka nikiwa anaenda na seminari ndogo nilienda nikiwa darasa la tano, nilikuwa na umri wa miaka kumi na mitatu unaanza, nilipoanza kuishi bweni sasa nakumbuka nilikuwa naenda parokiani ili nilale huko niweze kupanda gari la kwenda Mwazoni, baadaye ikawa nikutembea kwa mguu <coughs> sasa mama alikuwa ananisindikiza kama kilomita tano hivi kwa mguu, na namuona analia machozi, na mimi nalia, wa mtoto wa miaka kumi na mitatu. Siku hizi wanaenda bweni wakiwa wadogo sana. E, unataka awepo na wewe uwepo, anataka uwepo. Uwepo na yeye awepo. Kwa hiyo muda ni jambo muhimu sana muda. La tatu ni kulea vizuri. Dr. James Dobson mwanzilishi wa Focus on the Family, mtaalamu wa saikolojia ya familia alisema, huwezi kulea vizuri kama hauko nyumbani. Kwa hiyo lazima kutenga muda wa kuwepo. Wengine wakichukua watoto toka shule, wakiwa kwenye gari, ni muda wa kuongea nao. Kwa sababu ya kutafuta shilingi iliyopotea mm, lazima shilingi iliyopotea na yenyewe itafutwe, lakini kwawepo na balance E, balance yote, muda kwa watoto. Wazazi huwa na mwelekeo wa kuwapa watoto wao kila kitu isipokuwa kile wanachohitaji zaidi, nacho ni muda, muda wa kusikiliza. Msikilize, msikilize mtoto, wenda ana shida, wacha aongee. wanahitaji muda wa kuelewa muda wa kusaidia na muda wa kuelekeza. Inasikika kuwa rais, lakini kwa hakika ndilo jambo gumu na linalohitaji kutoa zaidi katika kazi ya utazi. Alisema hema urbat, watoto ni maua ya kuwa muda wao.

ambayo ilimshangaza mwalimu. Aliandika kwamba nataka kuwa TV. Yule mwalimu alipofika nyumbani, amebeba rundo la makaratasi ya insha za wanafunzi, akamwambia mume wake, akasema watoto wameandika insha, ila kuna insha moja imenishangaza. Mtoto ameandika kwamba anataka kuwa TV. Yule baba maki akasema, sasa ndio wazazi ambao wana muda na watoto kila mara ni TV? Eh, mtoto gani huyo tena? Ni mtoto wa nani? Yule mama akasema ni mtoto wetu. Wakaanza kusoma e, insha pamoja. Mtoto alikuwa ameandika TV nyumbani inapendwa Wazazi wakitoka kazini wanabadilisha nguo haraka, wanakaa chini ya TV. Sijawahi kuona TV inafokewa, sijawahi kuona TV inapigwa, lakini inawafurahisha wazazi. Naona wanacheka, wanagongeana, na mimi nataka niwafurahishe wazazi, niwe kama TV <laughs> Watoto wanahitaji muda, na ndiyo malezi. Kuwa na muda mtoto usije ukachelewa, usije ukachelewa, na ukichelewa, athari zako ni kubwa kwako na kwa mtoto. Inabidi upate muda, hata umfundishe kutoa. Usipomfundisha kutoa, itakula kwako. Kule Bukoba zamani sio kama siku hizi Wanapoandaa chakula kila mtoto anapewa bakuli yenye samaki ama nyama, kama kuna kitoweo; kama hakuna basi. Lakini kuna neno walikuwa wanalitumia ukubega. Mzazi anakwambia mtoto, mbegera, yani hiyo niyo kupatia, nigawie kidogo. Hakuna kitu kilikuwa kinaniumiza kama hicho <laughs> Alikuwa napena yani, nimesha nimeshapiga bajeti kwamba huu mnofu ni no wangu. <laughs> Sasa huo tunakura, mama ananiambia begera mkuru wao yaani mpatie kidogo, mukuboha nipatia, mpatie kidogo baba yao. Wakati huo sikuelewa, baadaye nimeshakuwa nikajifunza kwamba mama alikuwa ananifunza kutoa, alikuwa ananifunza kugawanya. Maana hata siku hizi nikiwa na chochote namtumia kwa sababu alinifundisha kutoa. Usipomfundisha hivyo itakula kwako. Kuna wakati utakuwa utazeeka. Nguvu inahama, mwambie jirani yako nguvu inahama. Mwambie tena nguvu inahama. Wakati mwanaume amehoa ana nguvu kweli eh? Anatawala, anahamatisha mpaka mama anamwambia watoto, ngoja baba yenu haje, ngoja haje. Ana nguvu baba. Sasa wakati unaenda, watoto wanakuwa wakifikia wakati wa kuolewa, wasichana wanayempatia taarifa kwanza ni mama, wavulana wanayempatia taarifa kwanza, wamepata mchumba ni mama. Nguvu inaama <laughs> mwambie jirani yako nguvu <mgufi> inaama nguvu <laughs> inaama. Na baadaye, labda baba anapata kaugonjwa kiharusi, nguvu inaamia kwambala, anaanza kupambana. Kama ni biashara, anapambana nayo. Kama ukumfundisha vizuri, inakula kwako. Baadaye wazazi wanazeeka, nguvu inahamia kwa watoto. Ndio wazazi wanapiga simu, hatuna chakula cha kutosha. Mzazi akisema hana chakula cha kutosha, usipeleke tu chakula, hiyo ni ruga. <coughs> Yana nachohitaji ni proso <coughs> anza akasema sina hela ya vidonge <coughs> nafikiri ni hela <laughs> ya vidonge tu, kwani vidonge shilingi ngapi? Anasema elfu tatu. Lakini ahitaji tu hela ya vidonge anahitaji hela ya matumizi. Sasa nguvu imehama, nguvu ina. Kwa hiyo kuwa na muda wa kuwasikiliza, kuwa na muda wa kuwalea, kwa sababu nguvu ipo siku itaama. Tumsifu Yesu Kristo, nimemaliza hiyo ya muda ina